Hey, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza JavaScript na tayari tuliweza kutamatisha kipengele cha ja function na tulijifunza mengi kule, natumai kila mmoja wetu tayari anaofahamu juu ya function katika language hii ya JavaScript. So, video hii ya leo tutaanza kipengele hiki kipya ambacho ni array, tutakwenda kuangalia Tambua ni aina ya data structure ambayo inahifadhi basi list ya value kwa mpangilio, tunasema order collection. Inaweza ikahifadhi nambari, string, object, lakini pia hata function inaweza kuhifadhiwa katika array. Mfano, wacha niweze kuonyesha array inavyokuwa, japokuwa tulishawahi kutumia huko katika video zilizopita, tulipokuwa tunafahamishana mifano mbalimbali mbali, katika kile tunachojifunza. Lakini sasa leo ni muda wa kuweza kuitambua haswa hii array. So unaanza na kutengeneza kama unavyotengeneza variable. Unajua variable inakuwa, mara nyingi, sio mara nyingi, na ndio ilivyo, inahifadhi value moja kwa wakati mmoja, lakini sasa array ni kama variable isipokuwa hii inahifadhi sasa value nyingi kwa wakati mmoja. So const fruit, sawa sawa na jinsi ya kuweza kutengeneza basi array yako na uingize value ambazo zitahifadhiwa katika hiyo array, unakuwa unatumia hizi square bracket na unatenganisha baina ya element moja na element nyingine katika array yako kwa koma. So hapa mfano fruit zetu tupo na mango, then tutenganishe na koma, tupo na mfano banana, then unatoka unatenganisha na koma. Kumbuka kama hizo value zako ni string, kuweka quotation kama hivi. So tupo na let's say orange, okay. Then tuchukulie tupo na hizi elementi tatu. So tunapokuja Utoa output yetu kwenye console, console.log. Then hapa tukipitisha tu hapa fruit maana yake direct, tunaenda kupata zile value zilizomo katika array yetu. Kwa hiyo hapo, unaona tumeambiwa array yetu ina value tatu, I mean ina element tatu, kuna mango, banana na orange katika hiyo array yetu. So hii ndio array. Just ni aina ya data structure inayohifadhi list ya values kwa mpangilio katika ordered collection inawezekana ikawa ni nambari umehifadhi humo string object au hata function inaweza kuhifadhiwa kama ni element ya array unaona huku katika hii console ukijaribu kufungua hii alama fulani ambayo imeelekea hivi upande wa kulia inafunguka na inakuonyesha inaanza 0 1 2 na ndio array inavyohesabu yaani kuweza kuaccess mfano value hii ya mengo basi unatumia index hii ya zero. Tunaenda kuona muda so mrefu jinsi ya ku access e, value zako katika array. Unaona inaanza 0 1 2, kuna value tatu, lakini tunaanza ku count as a index kuanzia 0 1 2, mango, banana, orange. Ukubwa wa array yetu ni tatu. Kwa hiyo console inakusaidia kuweza kupata information kama hizi hapa ambazo uh, nimeweza kuonyesha hapa. So hiyo ndio array. So labda tuangalie pia tumeshaona mfano ila tuangalie njia basi za kuweza kutengeneza hii array. Kuna njia kuu mbili. Njia kwanza tunasema ni kutumia square bracket, na ndio ambayo iko preferred njia hii. Wacha niweze kuonyesha, ndio hii ambayo kama tumeelezana hapa katika mfano huu, unaanza na let's say const kutengeneza jina la array yako numbers, na unapo assign hapa sawa sawa, unaweka square bracket hizi, unapitisha mfano one, two, three, four, okay? idadi ya hizo values ambazo utakuwa nazo. So baada ya hapo unakuwa tayari umetengeneza array yako ya numbers. Ndani yake imehifadhi hizi elements hapa takriban uh, tano ama values zako ambazo zimehifadhiwa katika hiyo array. Lakini pia kuna njia nyingine ya kutengeneza array ambayo tunaita kwa kutumia array constructor. Inakuwa vipi? Unaanza kama kawaida, const numbers sawa sawa, instead ya kwenda direct moja kwa moja kuweka square bracket, unaanza na keyword ya new, kisha unaandika hapa array, ili neno array, na baada ya hapo unatumia rounded bracket instead ya hizi square bracket. Inakuwa kama hivi. Hii tunaita njia hii ya kutengeneza array kama array constructor. Okay, njia ya kwanza ile ya bracket ndio ambayo inayotumika zaidi na ndio ambayo tutaitumia sana sisi, kwa sababu ni rahisi na ni safi, kama vile ambavyo umeona, just kwa kuweka tu square bracket zako na kuingiza value zako ndani. Lakini baada ya kuweza kuona namna gani ya kuweza kutengeneza basi array zetu kwa kupitia njia hizi mbili, wacha tuone jinsi ya ku access element zetu katika array. Unapoongelea element, naongelea hizi 1 2 3 4 5 zile value ambazo array yetu imeshikilia. So element kwenye array zina index kama nilivyotangulia kusema na zinaanziwa na index ya zero, niliweza kuonyesha pale. So unapohitaji kuweza ku access element ya kwanza, value ya kwanza kwenye array yako, inakubidi uweze kutumia index ya zero na unaweza kufikia element fulani kwa kutumia hiyo index. Wacha niweze kuonyesha hapa, let's say turudishe ule mfano wetu uliopita, control z wa matunda. Nataka niurudishe mfano ule ili tuweze kutumia hapa fruit. yeah, hapa tupo na mango, banana na orange. Sasa mimi nahitaji ku access hapa niweze kupata hili uh, tunda la embe, mango la kwanza. Kuweza kufanya hivyo, console kama kawaida tunahitaji tuka display tu katika console yetu hapa. Kwa hiyo nita iita hapa variable yangu ambayo ndio array yangu fruit, lakini ili kuweza ku access mango peke yake tutaweka hapa square bracket, then tutapitisha zero, index ya zero. Umeona katika output yetu kwenye console, imetoka mango. Kwa hiyo tumekuwa na uwezo wa kuaccess hapa element yetu ya kwanza na tumeweza kuipata. Vivyo hivyo kwa hizi nyingine, just unabadilisha tu index, lakini hivi ndivyo ambavyo utaweza kutumia kuaccess element yako. Mfano, umeona hapa tumeweka index zote 000 na ndo maana ikatoka mengo, mengo, mengo kwa sababu mengo ndio element ambayo ku ipo katika index ya zero. Lakini tukiweka hapa 1 maana tuna access banana tukiweka hapa let's say 2 tuna access orange. So mango, banana, orange tumeweza kuzi access moja kwenda nyingine, kwa kupitia hivi tukuandika jina la array yetu tunaweka square bracket. Baada ya jina la array yetu ndani ya square bracket zetu tunapitisha index kuweza ku access basi element fulani katika array yetu ambayo tunahitaji. Lakini pia unaweza kuchange array element zako, na maanisha nini? Tayari hapa sisi tupo na array yetu ambayo ina elementi tatu, mango, banana, orange ama unaweza kusema ina value tatu hizi, mango, banana, orange. Sasa unahitaji kubadilisha elementi fulani ama value fulani hapa ubadilishe pengine uondoe uh, banana uweke apple. Vipi unaweza kufanya hivyo? Ni rahisi sana. Mfano, acha nikuonyeshe hapa. Unakuja unaiita ile array yako fruit, jina la array yako then baada hapo kama kawaida unapohitaji ku access element flani unapitisha hizi index. Kwa hiyo hapa tunahitaji kubadilisha hii banana. Tuweke iwe value nyingine, iwe ni tunda jingine. Kwa hiyo hapa mimi banana najua ipo katika index ya 1 kwa sababu hii mango index ya 0, banana index ya 1. So nitaweka 1, halafu nitaweka sawa sawa, nitapitisha nyingine hapa ambayo tunda letu la apple ndilo ambalo likakaa instead ya banana. Sasa itakuwa tayari tumeweza kufanikisha hilo. Unaona huku sasa hivi imetoka mango, apple, orange, banana haipo tena. Tumeweza kuichange element yetu. Very simple. Kama unahitaji kuona zote, tunajua jinsi uh, ya kuona. Instead ya kutumia index katika hii console.log tutaondoa hili box la index hapa, itakuwa hivi fruit. Kwa hiyo hapo unaona imetoka mango, apple, orange. Very simple. Ukiklik hii arrow ilielekea kama huko kulia, unaona kuna mango apple orange mango ni index 0, apple ni index 1, orange ni index 2. So natumai umeweza kuona jinsi gani ya kuweza kuchange basi element za array yako, na hizi nyingine hivyo hivyo unafanya just unabadilisha tu hapa. Mfano mimi nahitaji sasa hivi kubadilisha yenye index ya mbili, ambayo ni orange, ndio ambayo ikae apple instead ya orange. Ukiachilia namna ya so, kama hivi ambavyo unaona tayari hilo. Lakini ukiachilia kuchange array element, pia kuna issue ya array length, ambao tunaenda kutumia hii dot length property. Inasema array ina element ngapi. Kwa kupitia pengine, unahitaji kujua array yako imebeba element ngapi, so unaenda kutumia hiyo dot length. Acha niweze kuonyesha hapa mfano. So hapo, acha tuondoe hii ya kuchange, alafu kwenye console.log, baada ya kuandika jina la array yako mfano hapa sisi fruit dot unaingeza, unaandika length na hii moja kwa moja itaenda kurudisha basi ukubwa wa array yako, itaenda kurudisha element ngapi upo nazo kwenye array yako. Hapa imetuambia ni tatu, kwa kweli, moja mango, pili banana, tatu orange. Hiyo ni array length, kuweza kujua ukubwa wa array yako, array yako imekusanya element ngapi. Lakini pia kuna array ambayo inakuwa mixed na data types. Naongelea nini hapo? Wacha niweze kuonyesha array ambayo inakuwa ipo mixed imekusanya value tofauti tofauti. Let's say tupo na array yetu ambayo tuiite... no, sorry, wacha niweze kufuta hapa. Tuiite mixed. Sawa sawa. Square bracket. Ya kwanza hii, let's say ni Ali, ambayo ni string, data type yetu value ya kwanza. Value ya pili ni 25 ambayo ni a number data type yetu, alafu kuna true ambayo ni boolean. Then tupo na Curly braces, city hii ni object city, tuweke hapa Zanzibar, then sorry, then tupo na value nyingine ambayo ni data type ya array, let's say kwa tupo na array ndani ya array, so 1 2 3. Then hapa tukija katika console tukidisplay mixed array yetu unaona output ambayo imetoka. Kwa hiyo sasa, hii inamaanisha array katika JavaScript una uwezo hata wa kuhifadhi value zenye data type tofauti tofauti katika array moja. Tofauti na katika lengo nyingine unakuta array inakuhitaji uweze kuhifadhi value ambazo zina data type moja, nadhani ni katika Java inakuhitaji uweze kufanya hivyo, haikuruhusu uweze kuhifadhi Values zenye data type tofauti mfano string, namba, boolean humo humo katika array moja. Lakini katika JavaScript tunaona hapa kuna uwezekano huo na kama hivi ambavyo tumeweza kufanya hapa, tumeweza kuhifadhi basi value tofauti tofauti katika array yetu moja hii ya mixed. So hiyo ndio array, na leo just tumeweza kupeana tu utangulizi na kutambulishana kipengele hichi cha array. Kuna vitu kadhaa tutakwenda kuvifanya na kujifunza katika video zijazo. Tutakuwa na video zisizopungua tatu zinazohusiana na array kufanya vitu tofauti tofauti, kuangalia method mbalimbali ambazo zipo, ili basi tuweze kufahamu vizuri kuhusiana na hii array na tuweze kuitumia. So katika video inayofuata, natumai tutakuja kujifunza kuhusiana na array method ambazo zile za basic kabisa, za msingi, kama vile push, pop, shift, unshift ili kuweza kuona basi jinsi gani ya kuongeza na kuondoa element zetu kwenye array ukiachilia njia hii ambayo tumeiona leo. So usikose video hiyo ambayo itafata. Like video hii, una swali lolote, una maoni, usiache kuniambia katika sehemu ya komenti hapo, na mimi na wewe tukutane katika video hii ambayo itafata. Sante.